Shagwa, unasema ati unataka mawakili wakuwe mbunge, wakuwe mbungeni, unataka professional wakuwe mbungeni. Nataka nikuelezee tukiwa hapa mlima hapa mbele north, sisi si, tumesoma sawasawa sawa. Tumekuwa katika shule miaka mingi jameni, sio kama wewe na sio kama wewe na wale ambao mnaambatana na wao, akina koimboli akina mejandong akina ah, yule mwingine wa hapa anaitwa Mbanzu pale Nairobi, watu ambao hawana makaratasi hawanja enda shule yoyote. Wabunge wale wa Mount Kenya wamesimama na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ni wabunge ambao wamesoma vizuri, wameenda shule vizuri, na ni wabunge ambao wanajua mahali Kenya inapaswa kuwa, na hao wanaongozwa na ongozi, wana kiongozi ambao pia amesoma sawasawa ambaye ni naibu wa rais anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Kukua profesa jameni, sio kitu, sio kitu chache.